Karibu tena mtazamaji. Rais William Ruto amezindua mradi wa ujenzi wa barabara kuu ya Rironi kuelekea Mau Summit unaotarajiwa kugharimu serikali takriban shilingi bilioni 170. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo wa mradi, Rais Ruto alitoa hakikisho kwamba barabara hiyo itasuluhisha tatizo la msongamano wa magari, ajali za kila mara, na kuimarisha biashara nchini na katika nchi jirani za Afrika Mashariki. Aidha, rais pia anatarajiwa kuanzisha rasmi ujenzi wa barabara ya kilomita hamsini na nane ya Rironi Maimahiu kwenda Naivasha. Sisi tukiwa hai kwa miaka thelathini ijayo, Kenya hii itabadilika, tutaondoa umaskini, tutahakikisha kwamba kuna nafasi ya ajira ya vijana wetu, tutakuza uchumi na tutakuwa na chakula ya kutosha, Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Leo hii barabara tunajenga hapa. Kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil, tumekubaliana na kontrakta hii barabara ndani ya miezi sita itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil kwa mapenzi ya Mungu. Mimi nataka siku ya madaraka, siku gani? 2027, siku ya madaraka tarehe moja mwezi wa sita, mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika.